Leo naomba tukumbushane. Pengine wakina dada ama mama zetu mmejisahau. Pengine elimu mlizonazo, vipato mlivyonavyo, wadhifa mlionao umepelekea mjisahau. Mmetoka ubavuni mwa mwanaume tena ubavu wa kushoto. Naomba niwakumbushe kitu cha kijinga lakini kina maana sana kwa wale wenye kuelewa. Maana wewe mwanamke, hata ukiwa msomi kuliko mumeo, ukiwa una pesa kuliko mpenzi wako, ukiwa una wadhifa mkubwa kuliko uliye naye kwenye mahusiano, haijalishi mahusiano ya ndoa ama ya kawaida, muheshimu sana wewe mwanaume, na katika kumuheshimu hakikisha humpandi kichwani kwa sababu sisi wanaume tumeumbiwa utawala na si kutawaliwa. Sasa usijidanganye kwamba pesa, elimu, kipato chako ama wadhifa unaweza ukakufanya kumtawala uliye naye kwenye mahusiano. Utakuwa umejidanganya. Hata uwe na pesa kiasi gani hata uwe na cheo kikubwa kiasi gani. Unataka kuniambia kwamba mama yupo juu ya mzee? Si kweli, mwanaume ni mtawala na si mtawaliwa. Narudia tena, ukiwa mtawala, mtemi, mbabe, jeuri, kiburi, kuamini kwa kutumia wadhifa, pesa ulizonazo zinazokupa jeuri, kiburi Aise, utashea na wenzako mpaka utatoka mvi, utaumia kila siku iitwayo leo. Kisa ni kidogo tu, kuto kukubali kushuka na kuwa chini ya mwanaume. Wewe mwanamke uliye na cheo, pesa, mshahara mzuri mkubwa, umemnunulia mume wako au mtu wako gari visikuvimbishe kichwa na kuamini kwamba unaweza kumtawala mwanaume. No, mwanaume ni mtawala, si mtawaliwa. Ukiona umeingia kwenye mahusiano mengi, unaachika ama unaacha, jichunguze. Unaweza kuwa na tabia ya utawala. Mara nyingi utawala kwa wanawake huwa ni tabia ya kuiga ama ni urithi kwa mwenye jina ama ukoo wao, wanawake ni watawala. Kama si hivyo, basi jeuri ya elimu alionayo kuliko mume wake ama mtu alionayo kwenye mahusiano. Wakati mwingine unaweza kuwa unafanya kazi ya ofisi moja na mumeo ama mtu uliye naye kwenye mahusiano, ila wewe una cheo kikubwa, mshahara mkubwa kuliko yeye, alafu unaamini kwamba wewe unaweza kumtawala yule yule hawezi kutawaliwa, ila atakuwa mjinga kwa muda, lakini ndani ya moyo wake si mtawaliwa. Na ukiona bwege liliotawaliwa lidume, pengine limewahiwa ama livivu la kutafuta pesa, manake mamario wengi ni wavivu na watu waliokata tamaa ya utafutaji, kwa hao kutawaliwa kwa ujinga wao ni sunna. Ni yangu tu hayo, ila kama unaona yana mantiki, yana ukweli, andika komenti yako, shea na wenzako kuhusiana na ujumbe huu, wale wenye tabia kama za kwako. Wewe unayonitazama mwanamke mwenye tabia ya kumpelekapeleka mwanaume wako, ukiamini kwamba wewe unaweza kumtawala Acheni tabia hiyo sasa. Usije ukashangaa mume wako ana tabia ya kutembea na vijitu vya ajabu ajabu, kutembea na wanawake wa hovyo, na chanzo ni wewe kutaka utawala kwenye empire ya mume wako. Hadi wakati mwingine tena, alamsiki.